Majina, mimi naitwa Vikas Bahati, na leo tuko ndani ya Butula News. Hapa tumetembea kwa biashara ya Agrovet na inapatikana hapa Butula. Ningependa kwanza mwenyewe ajitambulishe, akitambulisha biashara yenyewe. Karibu sana. Asante Bwana Vikas yeah. Yeah, yeah, nashukuru sana kwa hiki kipindi cha Butula News. Yes. Hapa ni Butula Hybrid Agrovet uh -huh. Inapatikana Butula uh -huh. E, kwa barabara tu ya Road. Butula yaani Jinja Bumala Road iko very visible ukiwa Butula utawezi kosa kuiona. Uh -huh. Mm, uh -huh. Uh, una e, na karibuni wote. Asante, tumefurahi sana kufika hapa. Umesema kwa majina unaitwa nani? Eh, mimi kwa majina naitwa Joseph Onyango uh -huh ambaye ndio CEO wa Hybrid Agrovet. Yes. Hapa Butula. Asante sana CEO. Najua wakati uko na CEO mambo yanakuwa sawa. So kwa ufupi tu vile tunaanza, tungependa mazungumzo yetu yao kwa ufupi, lakini kubuzie mambo mawili matatu ya maana itasaidia mkulima mdogo na yule mwananchi hapa Butula hapa Butula. Uh, kwanza kabisa kuhusu ukulima kuhusu ukulima maeneo ya Butula, average ya magunia yenye mwananchi ama mwenye mkulima, mkulima anapata kutoka kwa shamba ekari moja ni e, Butula kwa hakika tuna potential kubwa sana yeah. Na hii ni kitu yenye imefanyika na our seed companies, tumefanya research yeah, ambapo Butula mashamba yetu yako na potential ya kupata gunia ya 90 kg thelathini na tano thelathini na tano ukizingatia yale mambo yanayostahili kwa wakulima yote. Lakini kwa ukweli tunajua wakulima wetu huwa hatuwezi kupata kiwango hicho kwa wingi, tunapata kati ya gunia nane kwa kumi. Kama ameenda sana utapata kumi na tano lakini kwa vile hatujaweza kufika ile potential ya mashamba yetu. Okay. so hapo hivyo ni nini inaweza fanya ule mtu mkulima aweze at least kuongeza tu kidogo. E, na kabla tuendelee hata vile tunaweza ongeza mm. Ningependa kujulisha Wakenya kwa jumla ya kwamba mm, e, hii climate change, it's real na iko na sisi mm. Huu msimu kwa wakulima wengi sana nasema pole, ni mm. jambo ambalo litupata na wares, mm. na kwamba mimea mingi m, m, kwa wingi sana ikufanya vizuri okay. asua mmea wa mahindi uliathirika pakubwa mm. Kuna wale wa mpunga uliathirika pakubwa. Kuna aina ya mpunga ya upland ilituathiri kabisa, ambapo kulikuwa na jua kali sana, na ilikuwa imefika tu ile kiwango ya kuanza kutassel, na jua ikawaka kwa wingi so, kwa kwa wakulima wengi walipata hasara kubwa. Hilo ndio jambo la kwanza ningependa kuomba msamaha na kusisitiza kwamba kuna janga kubwa la njaa tunatarajia, especially mwezi wa pili, wa tatu, kabla ufike wa nne. So ni jambo lenye hata national government inafaa iingilie sasa, sehemu hii ya Kenya. Okay. Uh, ulikuwa umeniuliza swali ya kwamba ni nini mkulima anaweza tilia mkazo ndiposa awezi kusongesha angalau kutoka kwa gunia nane ama tano zifike hata ishirini mm. La muhimu sana, mashamba yetu huwa tupimi mm. Na kwa muda mrefu tumekuwa tukitumia mm. aina ya mbolea ya DAP mm. Sijasema DAP ni mbaya mm. lakini excessive use ya DAP huacha zile chembe chembe za acid katika hmm. udongo wetu hmm. So unapata mashamba yetu kwa wingi especially region hmm. ya acidic. So mtu anachukua ile mbegu iko certified, anaweka kwa shamba, amepandia mbolea yake, lakini hafikishi ile kiwango anafaa afikishe. Kwanza tunafaa tuanze na yale viungo e, muhimu ya kwanza ni kutesti hiyo shamba yeah. Tupate pH yake ni mm -hmm. gani ni kuosa tujue, ni kiwango gani ya mbolea unafaa uweke mm -hmm. na unafaa uweke aina gani ya ya mbolea okay. E, la pili pia matumizi ya mbolea e, kwa mara mingi tumekuwa tukitumia mbolea vibaya. mm -hmm. Unapata mtu ako na hekari moja mm -hmm. lakini kulingana na mapato mm -hmm. anachukua Goro, goro, goro, goro, goro, goro, ni kama ile tin ya 2 kg yeah. Anachukua mbili peke yake, anaweka anataka iweze kupanda hiyo mm. Kama ijaze shamba yote mm. So hapo kwa kwa ukweli itakuwa ni ngumu so, utapata anaweka e, drops, e, granules kama tatu, nne mm. Kwa kila shimo. So, ambapo haitoshelezi so hata ufanye miracle gani mm. Unapata mazao yatakuwa chini mm. Yeah, so ndio hata tumejaribu ku encourage farmers ya kwamba hata kama mapato ni kidogo na uko na hekari i moja, hmm. si lazima ulime hiyo hekari yote. Chukua yale mapato uweke kwa hata nusu ama kota hiyo eka, na uweke mbolea toshelezi, uweke mbegu mzuri, na ndio utapata mavuno, yenye utapata hapo itakuwa hata zaidi yenye ungeweka kwa hiyo eka yote. oh. Okay, nini inachangia mazao mengi na mazao kidogo, licha ya a wa wakulima wote kukua kwenye eneo moja? Ni vile nimetaja nime hapo awali yeah. kuna mambo ya pH hmm. Kuna mambo ya mbegu, aina ya mbegu umechukua. mm -hmm. Na la pili, pia kuna mambo ya mbolea. mm -hmm. Hata kiwango ile ya mbolea yenye umetumia. mm -hmm. Jambo lingine la muhimu sana ni timing Unakumbuka kile tumetaja kwamba kumekuwa na kiangazi, yeah. hapa nyuma tu hapa karibuni, mm. hicho kiangazi kwa wale wenye waliweza kupanda mapema kidogo, yeah. waliweza kuvuna, mm. Lakini kama uliweza kuchelewa, kulingana pia mapato, kwa sababu pia wezi sema utapata mbolea kwa ile wakati unastahili. Wakati mwingine pengine umechelewa kidogo, mm. unatarajia pengine kijana mwenye ako Nairobi atume pesa kidogo, yeah. mwisho wa mwezi ufike, yeah. so unapata umechelewa kidogo, okay. so, unajipata uko the same area, geographic area, lakini mapato yenu ni tofauti tofauti. Jambo lingine pia ni management ya hiyo shamba. Kuna mambo kadha kadha ambapo ukifotilia mkazo pia mazao yako itakuwa tofauti jirani yako ama mtu mwenye in the same locality. Kwa mfano, ukipalilia shamba lako upalilie mara moja, wenzako palilie mara mbili, amwezi tarajia mazao yenu yakuwa the same. Ya, utapata ya kwamba huyo pengine ame top dress mara mbili yeah. So amelisha ule mumea kwa kiwango mzuri kizuri, yeah. So utapata mazao yake atakuwa juu, yeah. Yes. Ni ni mbolea ipi na mbegu gani ambayo inachangia mazao mazuri kwenye eneo hili? Ah, kwa hilo swali mwenzangu <laughs> eh, bila utata kidogo, lakini ningependa <laughs> kutilia mkazo maneno machache yeah. Cha muhimu tuanze na mbolea yeah. na mbolea kwanza hapo, nasisitiza, hata e, ile mbolea tunapewa na serikali mm. si mbolea mbaya, ni mbolea nzuri sana mm. hasa utapata serikali imetimia mkazo mbolea NPK mm. NPK iko na uzuri mwingi sana kwa shamba lako yeah. unaona, tukitaja mambo na DAP mm -hmm. eh, kwa, kizungu, kwa kizungu tutasema DAP kwa imobile mm -hmm. ani micronutrients za DAP hazitembei tembei pale ndani ya udongo oh. as opposed to NPK mm. So DAP ukipanda kwa shimo lako mm, na ule mmea wako usiweze kupeleka mizizi penye iko mm, haitatumia itabaki tu pale ndani na itasipu iende kwa udongo okay. as opposed to NPK kwa sababu kuna aina nyingi za NPK hmm, na kampuni tofauti tofauti, lakini natilia mkazo tutumie NPK hmm. Aina moja ya NPK ni microplanting hmm, na kuna pia mbolea inaitwa konkali unachanganya na ile NPK umepewa hmm. Unapata una boost mazao yako, na uzuri wa NPK zenye tunataja hizi ya kwamba micronutrients zake ziko able kutembea kwa udongo so zitaweza kufikia zile root airs mm -hmm. Penye ziko, so mmea utakuwa able kwa absorb kwa wingi na utilize vizuri, lakini ukipata like, for example, penye umeiweka tukipata root moja ndio imeenda upande huo mm hiyo -hmm. root moja ndio itaweza tu kufeed hii mmea mm -hmm. peke yake, so hiyo ni changamoto yenye tuko nayo mm -hmm. and then remember pia kuna jambo la kwamba itaweka asidi kwa hiyo on mm -hmm. tukirudi upande wa mbegu mm -hmm mwenzangu ningekuambia kwamba sisi tunauza certified seed, yeah. Mkulima yoyote ningekuhimiza popote ulipo, yeah, nunua certified seed. Yeah. Kama una uwezo kidogo weza kununua certified seeds. Certified seeds ni zile mbegu ambapo zimepitishwa kwa maabara zetu za serikali KEPHIS ime approve. Ndiyo ikasema kwamba hizi mbegu zipandwe kwa msimu huu. Kwa sababu kumbuka mbegu zetu hatuzipitishi katika hiyo mambo ya kusati na ku, kutilia mkazo kwamba kuinoculate kwa mfano eh, kuinoculate inazuia yale vile viini kwa udongo visiweze kukula ile mbegu, so unaweza pata E, kuna wenzetu huwa wanasema mahindi yangu nikipanda inaanza kuharibikia kwa shamba hmm. Ni kwa sababu pia mbegu ile yetu hatujainokileta au tujaweza kuihifadhi katika ile njia mbegu inafaa ihifadhiwe hmm. Lakini sina kusema mbegu fulani ni nzuri kuliko nyingine mm. Zote sisi tunaziuza ambazo ziko certified mm. Na zimeapproviwa na KEPHIS okay. na pia kama mkulima na kuhimiza kwamba kile kununua ama ukienda palepote kununua mbegu yote mm. Uko na haki ya kusar, ku verify kuna kwanga na alama ya KEPHIS mm -hmm. Eh, kidogo nikiweza kuonyesha mm. Kuna hii alama hapa ambapo inakupea udhibitisho oh, kutoka yeah. kwa serikali hapa yeah, e, yes. So, yes. E, hapo ukipata hicho kibandiko ki yeah. Unaruhusiwa ku scratch na utume bila malipo yote yeah. Hawatakukata hiyo nini okay. E, wamekueleza hapa kila kitu hapa, tuma tu hiyo code yeah. kwa 1393 Je, kama naweza onyesha watazamaji waone ili waweze kuelewa zaidi yeah, yeah, yeah. Unapata hiyo ni dhibitisho ya kwamba hiyo mbegu yeah, utapata kujua iliwekwa lini mm. Na kumbuka mbegu zetu zimedhibitishwa kwamba zipandwe, kama ni ya mahindi ama maragwe, within one year, within 12 months okay. So ukipata ile code mm, na utume upate imekaa zaidi ya mwaka mmoja hiyo mm, mbegu haita kutolea viability yake imerudi chini mm -hmm. mm. Kwa hivyo utakuwa umeanza kupata shida mwanzo, kuanzia kwa mbele, kuanzia kwa mbele yeah. So hilo ni hakikisha kwamba ukipitia pale hmm. scratch haraka. So eh, <laughs> <Yeah. laughs> so, you know, kwa sababu wewe unaona unapitwa na wa muda. Hilo ni himizo kwamba tuweze kuwa tuna verify mbegu zetu. Okay, kuna swali ningekuuliza lakini ulikuwa umeshaiguzia kidogo mm -hmm. labda kama, unae, kama kitu mm -hmm. Iyo, uh, kuna kitu unaweza kuwa ulisahau hiyo. Kuna swali ya uh, wa wakulima wa eneo hili wanafahamu pH ya shamba yao? uh -huh kwa wingi wakulima wetu hawajajua pH yao. Mm. na tumepartner na number of organization mm, ambapo wanakusaidia kujua pH yako ya shamba mm. wefika hapa kwenye duka letu mm, utaweza kuelimisha vile unaweza pimiwa shamba lako. Kando na hiyo, kuna mashirika tofauti tofauti, kama just kutaja kidogo, kuna shirika linaloitwa FIPS. mm. Farm input products I think mm. pia wanaweza kusaidia kupima shamba lako wakitumia wafisa uh, wetu wa agriculture mm. So na si gari bile mishilingi shilingi 100 wanaweza kuja kukupimia shamba lako mm. na kando na hiyo pia kuna mashirika tofauti tofauti yamekuja, mm. E, kuna huza; kuna number of organizations zimekuja kwa hiyo program ya kupima mashamba mm -hmm. So wewe kama mkulima, tafadhali kuwa muda wako kidogo tu itunaweza kuja kwa duka ama utembelee e, zile ofisi zetu za Alright. agriculture wataweza kuelimisha niposa ujue, ni kiwango gani umejua. Wakati mwingine tunaweza asumu zote ziko asidi na kumbe, yeah, iko alkaline yeah. So unaouongeze asid kidogo yeah. So usiasumu tu ati shamba lako liko na asidi okay. Yeah. So tukisonga mbele, mboga katika eneo hili la Butula hmm. wakulima wengi hawajalitilia manani sana, wakulima hawajalitilia manani uh, kwa, kwa mtazamo wako, nini inaweza kuwa shida kubwa inafanya wakulima hawajatilia maanani upande wa wakulima wa mboga? Yeah. Eh, wakulima wetu kwa, kwa mara mingi wamekuwa mm. wakijua tu ni ugali ndio muhimu. Yeah. yeah. yeah. yeah. lakini <laughs> <Okay. Yeah. laughs> ningependa kuwahimiza ya kwamba yeah, kando na mboga ukukuwa tukitowewa yeah, mboga pia ni pesa haswa e, ukiangalia kama hii Jumapili iliyopita ndio siku yetu ya soka hapa Butula mm. na kulikuwa pale na lori zaidi ya kumi mm. na mbili lori hizi kumi na mbili nilikuwa na nilipita hapo nikazitazama nne peke yake ndo zilikuwa za mahindi, yeah. Hizi zingine zote zilikuwa aina za mboga mm. Yeah. E, na kwa wingi tunapata kabeji mm. wanatuletea kabeji hapa, wanatuletea aina nyingi za aina za mboga wa wanatuletea mm. Yeah. sukuma ikiwemo sukuma ikiwemo mm. Yeah. na hicho ni kitu chenye tunaweza fanya huku kuko under yeah. anda kitchen garden mm. Uh -huh. Ndiposa nahimiza kila mkulima ukipanda ile eh, mahindi yako mm. Yeah. Hakikisha pale nyumbani umetenga kiwango kidogo tu yeah. cha kuweka mboga ile unaweza tumia mwenyewe yeah. na hiyo wakati mwingine pia tena inaweza kuwa zaidi, ina surplus zaidi ya kuliko e, mahitaji yako ya nyumba hiyo, pia nauza kwa soko mm. na itakuwezesha kupata kitu kama sabuni na mapato mengine mm. pale mm. So, mboga tusidharau ya kwamba ni kitu chenye hakina pesa mm. hasa wakati wa kiangazi hapa tena ningetilia mkazo kidogo mm. E, tuna mashini yale zile pumps za kunyunyuzia maji hiyo mm. E, wakati tumekuwa na kiangazi pia unaweza kuja nuna haya mm. Manimeka okay. E, baadaye, tunakupea kwa mia mbili peke yake, unanyunyuzia mboga yako kwa siku mzima ya okay. yeah. So hiyo pia itakusaidia ambapo utaweza kupanda mboga zako mm. na wakati wa kiangazi ndio penye bei huwa juu zaidi unapata like eh, sukuma inapimwa kidogo tu kwa shilingi hamsini shilingi mia So unapata kwamba hata siku hizi kwa wale wenye wamezoea kupewa sosi hmm. kwa hizi hoteli zetu rejareja, wanaambiwa sosi ya ya kununuliwa. Hmm. yeah, so kwa sababu gani? na ukosefu wa mboga. So mboga kando na kuwa ni chakula pia, hmm. inatusaidia kufukuza magonjwa So nutrition ni muhimu, yeah. Pia kutilie mkazo yeah, mambo ya mboga, nyanya. Nyanya sijaona wakulima wa nyanya ama wakulima wa nyanya wanubo, ama mbona wakulima wanaogopa nyanya? Hiyo nayo sijaona kabisa <laughs> <laughs> nyanya inakuwa na challenges zake, yeah. E, na kuna zile mbegu za hybrid, zile mbegu za ze F1 zenye zimekuja zimeweza kuimprove mapato yake mm. ambapo ya magonjwa hai attack sana mm haswa -hmm. Kitambo tumekuwa tukijua mambo ya nyanya ni kuweka kwa greenhouse. Mm. lakini kwa saizi na kujulisha kwamba mkulima nyanya unaweza panda nje ya greenhouse, uweze mm -hmm. na uweze kuvuna na it's possible na umejua, huwa tunafanya maonyesho ya kulima lakini wakulima wetu wakuu. Hmm, so hilo pia ni himizo kwamba tukiwa na maonyesho yote aina yeyote, hmm, ikiwa karibu na wewe hmm, tafadhali fika pale utapata mafunzo mengi, kwa sababu hata kupitia kwa hiki kipindi hatutaweza kuingia kwa yote yes, na tuyamalize leo. Hmm, kuna wataalamu aina mbalimbali pale, pale, pale wataweza kuwaelimisha hmm, na kuonyesha jinsi gani unaweza panda hiyo nyanya mm, niweze kwa sababu mapato ya nyanya ni mengi sana, so ukiweza kuuza kreti moja saa hizi wakoko elfu tano ikienda juu mm, so Tukua na kasem kidogo kakota neka unapata mm. kreti zako hata wiki kreti moja tu, mm. tu, mm. eh, eh, eh, sana tunasomesha mtoto kupitia kwa. Okay. Mm. so nyanya ni high value crop mm. yenye tusidharau mm. na tunaweza ilima and it's possible. Ah, mwisho tukimalizia, <laughs> malizia, wasia wako ni upi kwa mkulima mdogo, ili aweze kuongeza mazao Wasio wangu muhimu sana mm -hmm. ni ya kwamba saa hizi huu msimu haswa tunaanza ku, kuuza eh, laimu. mm -hmm. Laimu ni kiungo muhimu sana kwa udongo mm, wetu. okay. Laimu si mbolea, kwa okay. Wale wenye wajui, tafadhali laimu usitumie kama mbolea, si mbolea laimu. mm -hmm. ni ile kuenda tu kupunguza yale yale makali ya acid mm -hmm. kwa udongo wako mm -hmm. So kutakuwa na lime at a very subsidized price ya kwamba gunia ya 50 kg tutakuwa tunauza na 5 500 shillings only. mm -hmm. So kwa hivyo eh, we are restocking this week, so fika hapa uweze kuchukua lime yako uweke kwa shamba lako hata kama hujapima pH Kulingana na utafiti umefanywa kwa hizi eneo zetu mm, imebainika ya kwamba acid levels ziko juu sana kwa, kwa mashamba mengi. Kuna hiyo mapping ya pH na tumeonyeshwa kwamba most of our farms ziko na acid ya kiwango ya juu sana. So if unaweza weka line yako pale kwa ile shamba yako utaweza kuimprove mm. Jambo lingine ni ya kwamba tutumie zitatuhakikishia eh, certified seeds. Certified seeds kwamba baadhiliitakuwa vizuri na pia utaweza kupata mapato ya kutosha mm. A, jambo lingine pia singesahau mm. eh, ya kwamba kuna shida ya kayongo <laughs> e, luyongo luyo luyo e, yeah, ya papo ya okay. Asua sana kwa mashamba yetu ya leguminous ni, ni, ya mahindi ya yeah. E, kwamba mahindi unapata miwa, ukipata sogam tama, hiyo mawele yote mm. e, inapenda kukula kwa it's actually a parasitic plant. Mm -hmm. Inakula kupitia kwa mizizi za huo mmea. Mm -hmm. So, kwa hivyo kuna suluhisho, tuna dawa ya kuweka pale ambapo, wakati unapanda mm -hmm. unachanganya na ile mbegu yako na unapanda na, mm -hmm. inapunguza ile, kio, ile liongo, mm -hmm. kwa shamba yako pakubwa sana. Mara ya kwanza itapunguza by half. Mm -hmm. At the second application itapunguza ile half yenye baki tena by another half. Yeah. So, kumbuka kama ilikuwa 100% tulipunguza na 50%. Mm. Sahizi so, tukipunguza ile 50 tena by half tutakuwa tumebaki na 25%. Tena the third time utapunguza 25% by half. Mm. So, the first time ukitumia umemaliza kayongo katika hiyo shamba kabisa, na dawa yenyewe inaitwa Kichawiki e, kutokana na kampuni ya Toothpick imefanya research nzuri sana na si ya kemikali mm. liko, li, kibiolojia. Okay. Yeah. Uh, Unaweza kuwa na neno la mwisho kwa mkulima sa? yeah. wakati huu tunaelekea kwa kipindi cha kupanda, uh. Sa hizi nataka kuelimisha mkulima ya kwamba kuna jambo la kupunguza gharama ya ukulima, yeah. na jambo hili tunaweza kupunguza, yeah. kupitia kwa vitu kama herbicides, okay. Herbicides watu wengi sa haya maeneo yetu, mm-hmm. hatujaimpress matumizi ya herbicides lakini unapata ya kwamba ukitumia eh, kupalilia kwa mikono wafanyakazi wale, gharama mm. inaenda juu sana mm -hmm. So kama tunaweza pia tukapunguza mm hiyo -hmm. gharama kwa kutumia herbicide tutaweza kuongeza mapato yetu mm -hmm. ya kwamba unaweza apply ile herbicide kwanza, kuna mpaka selective herbicide. Una umepanda mahindi yako unapiga mara moja, na inakaa miezi tatu kama ujahii I iko safi kabisa na mahindi yetu, hiyo inachukua miezi tatu, imeshakoma miezi tatu miezi nne. So wakati ule hata ikifika miezi nne, kama yale magugu mm, yamemea yamechipuka, competition itakuwa stiff. Huu mumea utakuwa umeshakoma, una create ile cover pale, so haitakuwa na shida sana, lakini ile tender stage ndio unapata competition iko juu sana. So kwa hivyo to impress use uh, ya happy side, na pia E, la muhimu sana pengine naweza sahau, hmm. E, mwenzangu kiniruhusu kidogo hmm. na naomba ya kwamba tuweze pia ku manage hmm. hiyo harvest. Tukisema tuongeze tuongeze tuongeze hmm. na tusikose ku manage ile harvest tumepata, hmm. pia tena hilo jambo litakuwa na hasara kabisa okay. Ya, kuna magunia yenye tunaita hermetic bags hmm. ya, ya kuna magunia yenye tunaita yako na nylon ndani hmm. so haya magunia pia kwa hmm. wingi sana yametusaidia ku preserve mahindi yetu ama nafaka yetu mm. kwa njia nzuri bila kutumia kemikali mm. so mm. Uh, haya magunia pia yanapatikana kwa project zetu around mm. kama unaweza nunua ile gunia mm. maliza kukausha mahindi yako ye, mm. uiweke pale ndani funga very tight. iko na karatasi mara mbili, layers mbili sa so, funga ina suffocate any eh afid or whatever insects ziko pale zingekula eh, ile mahindi ina suffocate haitumiki mikadi yote, na secret ni ya kwamba hizo ziko na layers mbili chafule ya kwanza, so in case kuna hewa iliingia ya kwanza, so ya pili hiyo ita seal completely. hmm. na hiyo mahindi unaweza yeka hata misimu simu miwili kama bado iko as fresh as vile uliipaka oh. so hilo ni jambo nzuri sana lenye lingependa tuimize. hmm. okay. Asanteni sana kwa watazamaji wote wa Butula News. Kwa majina naitwa Vika Vikasbarati, na leo natumai mmejifunza mengi, mmejifunza mengi. Umesikia hata hivyo, amesema hapa hybrid, unaweza ukakuja ukapata pump ya money maker kwa haya, ni at only 200 bob shillings per day. Alafu amesema mambo mengi mazuri yakiwemo, hope hii itawasaidia sana wakulima, iliyo ya kupanda kununua line na amesema line mfuko moja inatoka kwa shilingi mia tano. Ningeomba wakulima wetu wajaribu kutilia manani, ili kuweze kubadilisha ukulima na kuongeza mazao, haswa wakati mwaka huu, wakati inasemekana tuko na challenge ya climate. So mimi nafurahi sana, na endelea kupata Butla News kila wakati. Butla News inapatikana Facebook, Butla News tuko YouTube. Butla News YouTube, tuko X, Butla News tuko TikTok na endelea kufuata kabisa. Tutakuwa tunaleta hii programu karibu kila wiki na itakuwa mzuri sana. E, asante sana. Na mwingine hapo kuongezea tu kwa hizo farms e. Pia tumeshirikiana na TMF and the Mara Foundation mm -hmm. Pia unaweza pata pale kwa njia ya kulipa polepole mm -hmm. Njia ya mkopo mm -hmm. na iko affordable sana okay, yeah. So, hilo ni jambo nzuri sana kusaia. I hope mkulima na mwananchi wetu ameendelea kupata jiu... anafaa kujiunga kwa hiyo saco ama, yes, ana... ukikuja hapa tunaweza kusaidia ujiunge kwa hiyo saco mm -hmm. ama pia ununue cash yeah. okay. yeah. so, na kwa cash ni pesa kidogo mm -hmm. elfu kumi na mbili peke yake unapata hiyo pampu inakwaya hapo, na ni pampu nzuri rahisi ya kupampu mm -hmm. na kama unataka ku malipa pole polepole elfu kumi na nne unalipa kwa mwaka mmoja. Asanteni sana, karibuni hapa. Hybrid Agrovet inapatikana Karibu Butula along mm, e, Jinja Bumala, Bumala Road. Iko hapa mm. tu kikaribia soko mm-hmm. Ukiulizia hata mtoto, ukimuulizia hybrid inapatikana wapya, atakwambia mahali ipo. asanteni. asanteni sana.